Tunazo mahakama eh, ngapi ambazo tupo nazo zinazotambuliwa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza kabisa tuna mahakama ambayo ndiyo mahakama ya juu kabisa mm. na hii ndiyo mahakama ya mwisho inaitwa mahakama ya rufani ya Tanzania. Katika mfumo wa mahakama, hii ndiyo mahakama ya juu na ya mwisho kabisa. Baada ya mahakama hii hakuna mahakama nyingine okay. kwa nchi yetu ya Tanzania mm. Sasa hii mahakama ya rufani yenyewe kazi yake ni kusikiliza rufani na maombi mengine ya kisheria mm. Yenyewe haisikilizi shauri ambalo linahitaji kutoa ushahidi mm. Hii inadili na rufani tu pamoja na ma maombi mengine ambayo yapo kisheria, okay. Hii inaitwa mahakama ya rufani yep, ya Tanzania. Okay. Hiyo ni mahakama ya juu zaidi mm. Mahakama inayofuatia mm. baada ya mahakama ya rufani ya Tanzania tunaita mahakama kuu ya Tanzania. Mahakama Kuu ya Tanzania. Yes. Mm. Lakini pia nirudi kidogo katika mahakama rufani ya Tanzania, yenyewe inasikiliza rufani au rufaa kutoka Tanzania bara na Tanzania visiwani. Okay. Kwa tunapokuja katika uh, swala la muungano, mahakama ya rufani mm. ni mahakama ambayo pia ina, ina inahusisha pande zote mbili za muungano wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, inasikiliza rufani zinazotoka mahakama za Mahakama kuu ya Zanzibar mm -hmm. pamoja na mahakama kuu ya Tanzania okay. Sasa baada ya mahakama rufani ndio tuna hiyo mahakama kuu mahakama ya Tanzania, ya Tanzania. Mm -hmm. Hii inasikiliza mashauri ndani ya jamhuri ya muungano wa Tanzania tu bara, nikimaanisha bara yenyewe mm -hmm. haina nguvu ya kusikiliza mgogoro wowote au shauri lolote lile kutoka Visiwa. Tanzania visiwani ndio. Okay, tunaita mahakama kuu ya Tanzania. Hii mahakama kuu ya Tanzania mm, yenyewe inasikiliza vyote, inasikiliza rufani kutoka mahakama za chini mm, ambazo pia nitazizungumzia mm, lakini pia inasikiliza mashauri yote ambayo yanahusiana na utoaji ushahidi. Kwa hiyo okay, ni katika mahakama kuu ambapo pia unaweza ukakutana na mashauri ya kibiashara mm, mashauri ya kimkataba, mashauri ya migogoro ya ardhi pia yanasikilizwa kupitia mahakama kuu ya Tanzania. Ukishuka mahakama kuu ya Tanzania, tuna mahakama ya hakimu mkazi ya mkoa <tuna> na wilaya, hizi zinakwenda pamoja mahakama ya mkoa au mahakama ya wilaya mm. Zote hizi ni mahakama za hakimu mkazi mm. Ambazo nguvu yake kisheria ni moja. Okay. Chini inayofuatia ni mahakama ya mwanzo. Hizi pia ni mahakama ambazo zina kuwepo katikati ndani ya wilaya mm. Na inaweza ikawa ni zaidi ya mahakama moja, kwa mfano ukija mm. Hapa Iringa mjini kwa mfano tuna hapa Iringa mjini tuna mahakama ya mwanzo Bomani mm. Kuna mahakama ya mwanzo ni tu mahakama ya mwanzo Iringa mjini pale karibu na TRA yes. Uh, lakini ukienda kule Kalenga kuna mahakama ya mwanzo, kwa unakuta ndani ya wilaya kuna kwa tuna mahakama nyingi za mwanzo okay, yes, kwa tenge, yes. Isimani nayo ni mahakama ya mwanzo Isimani pale kuna mahakama yes, ni mahakama ya mwanzo yeah, mwanzo ni oh. ni mahakama ya da, okay. ni mahakama Sao, ya ya okay. mwanzo ndio hii ndio mahakama ya chini kabisa katika mfumo wa watoaji wa haki okay. Katika nchi yetu ya Tanzania, Tanzania. Ndio kwa hiyo tunazo mahakama nne. Tuna mahakama kwa, kwa, kwa, kwa. mahakama. Lakini sasa tunapokuja katika migogoro ya ardhi e. Pia tuna baraza la ardhi na nyumba hapa kwenye kichomi la wilaya. hapa <laughs> <laughs> kwenye kichomi. Sasa nayo hii katika masuala yanayohusiana na migogoro ya ardhi hmm. Ni mahakama lakini yenyewe inasikiliza migogoro ya ardhi na nyumba peke yake, ndiyo mamlaka yake ambayo ipo kisheria. Acha tuangazie sasa maana ya mashauri ya madai na ardhi. Kwanza, mashauri yoyote ambayo yanahusu watu binafsi mm. taasisi kuhusu mm. haki mbalimbali zinazohusiana mm. na masuala ya fidia mm. mikataba mm. na mambo mengineyo kama vile madeni hayo mm. tunayaita uh, mashauri ya madai mm. Sawa mm. lakini mashauri yote ambayo yanahusiana na masuala yanayogusa ardhi, migogoro mm. yote ile ya ardhi, ndio mm. tunaita mashauri ya nini, ya ardhi. Ndio, okay, mashauri ya ardhi kwa, tuna mashauri ya madai na mashauri ya ardhi. yes. ambapo pia hayo mashauri ya ardhi pia ni mashauri ya madai. Lakini haya yanajitegemea, lakini yamejikita zaidi katika nini, katika ardhi. Tutakavyokuwa tukiendelea mm. na hivi mm. vipindi, nitakuja pia kueleza kuna mm. madai na jinai leo tunajikita zaidi katika madai. Lakini katika madai haya yanayozungumza, ndipo nakutana na, mm. na madai yanahusiana na migogoro ya nini ya ardhi mm. ukienda mbele zaidi kuna madai ya kibiashara mm. ukienda mbele zaidi kuna madai ya kikazi mm. tunasema, uh, migogoro ya nini mm. ya kazi. Mahakama inapokuwa inaendesha kesi kuna maamuzi ambayo yanakuja kutolewa hapo baadaye, lakini natamani kabla ya maamuzi kutolewa au kabla kesi ijaanza kusikilizwa mahakamani, kwa mfano kama mtu ambaye ana kesi ya madai, yapi ambayo anapaswa kuyafanya mpaka kesi kufikia level ya kuanza kusikilizwa? tukija katika Uh, level ya mahakama za mwanzo mm -hmm. Mtu yoyote ambaye ana shauri ambalo anahisi kabisa inatakiwa lisikizwe na mahakama atapeleka uh, madai yake mahakama ya mwanzo. Madai ya mwanzo, anaweza akapeleka madai kwa njia ya kuandika barua, lakini pia anaweza akajaza fomu maalum. Kuna fomu maalum ambazo zipo pia pale mahakamani. Atakapokuwa amezijaza basi mahakama itazisajili, itasajili yale madai yake, na itatoa kuna kitu tunaita wito, itatoa wito kwa upande wa pili pande ambao unadaiwa ule wito uta, either utapelekwa na huyu huyu mlalamikaji mm. au huyu mlalamikaji atatumia madalali wa mahakama, madalali walioidhinishwa na mahakama kusambaza nyaraka za mahakama, atapeleka ule wito kwa uh, upande wa pili, na upande huu wa pili upate nafasi ya kufika mahakamani kuja kuyajibia yale malalamiko yaliyowasilishwa pale mahakamani mm. Hiyo ni ngazi ya mahakama ya mwanzo mm, lakini tukija katika mahakama ya wilaya, mahakama kuu, pia kuna, kuna namna ya kitaalamu, kuna, kuna nyaraka maalum ambazo zinapelekwa mahakamani mm. Kitaalamu tunaita plaint. Mdai anapeleka madai yake katika mfumo wa hiyo nasema, plaint mm. Ikishapelekwa mahakamani na ikasajiliwa, na sasa hivi tunasajili kwa njia ya mfumo mm, electronic hiyo mm. Ikishasajiliwa mahakama itatoa wito Summons. Kupitia mdai mwenyewe au kupitia madalali wa mahakama, ule wito utamfikia upande wa anayelalamikiwa, na yeye pia atatakiwa ndani ya siku 21 aweze kuleta utetezi wake dhidi ya yale madai ambayo amepelekewa. Baada ya utaratibu huu wa nyaraka kukamilika, kitapangwa kipindi ambacho uh, pande hizi ambazo zinasigana sasa zitakutana mahakamani kwanza ukija katika level ya mahakama ya wilaya na mahakama kuu, kunakuwa na kipindi ambacho kina eh, pande zote hizi mbili zinakutana mbele ya mtu anayeitwa msuluhishi. Watajaribu kuwasuluhisha, mahakama itajaribu kwa kupitia msuluhishi ambaye pia ni hakimu au ni jaji atajaribu kuwasuluhisha hawa watu, kama wanaweza wakazimaliza tofauti zao kwa amani. Endapo usuluhishi utaka, uta, utashindikana ndipo sasa uh, pande zote hizi mbili zitapelekwa tena kwa hakimu au jaji mwingine kuendelea na usikilizwaji wa shauri. Usikilizwaji wa shauri unafanyika kwa upande wa mleta shauri kuleta mashahidi, kuelezea zile hoja zake kwa kutumia mashahidi pamoja na vielelezo alivyo navyo. Lakini pia upande wa anayedaiwa nao pia watakuwa na nafasi ya kutoa ushahidi dhidi ya madai ambayo yameelekezwa kwake. Baada ya utaratibu huu kukamilika, mahakama itaandaa hukumu, itaandaa hukumu na itaisoma hiyo hukumu. Hukumu itakapokuwa imesomwa, kuna upande ambao utakuwa umeshinda na kuna upande ambao utakuwa umefanya nini, umeshindwa. Katika kesi hakuna draw Kesi yoyote ile ambayo inakwenda katika mfumo wa usikilizwaji wa kutumia mashahidi hakuna nini, hakuna draw. Lazima upande mmoja ushinde na ni lazima pia upande mwingine uweze kushindwa. Kesi inaweza kuendeshwa upande mmoja bila upande mwingine kuwepo, endapo itabainika upande mmoja hasa unaodaiwa ulipelekewa wito wa kufika mahakamani, lakini upande huo ukakaidi huo wito, na maamuzi yanaweza kutolewa na maamuzi yanaweza kutolewa. Sasa inatolewaje maamuzi wakati imesikiliza upande mmoja upande, uh, upande wa utetezi upande wa kwa maana ya let's say anayedaiwa hajafika, lakini kesi ikiendeshwa upande mmoja kwa maana ya yule anayedai, sheria inataka hata kama upande mmoja hautafika mahakamani licha ya kwamba jitihada za kutaarifu upande huo uweze kufika mahakamani lakini ukakaidi, basi upande ambao ni wamleta madai ambao uliweza kufika mahakamani utatakiwa uweze kuthibitisha madai yake, na baada ya madai hayo kuthibitishwa, mahakama itatoa uamuzi au itatoa hukumu. Lakini kabla ya hukumu kutolewa, upande ule ambao pia ulikataa kufika mahakamani kuja kuendelea na shauri kabla hukumu hajatolewa mahakama inatoa tena wito mwingine na wito huu unatolewa kwa ajili ya kumtaka sasa yule ambaye alikaidi kufika mahakamani afike mahakamani kuja kusikiliza uamuzi au hukumu ya mahakama inasemaje kuhusu yeye. Kwanza maamuzi yakishatolewa, maamuzi hmm, yakishatolewa, naweza kawa ametolewa maamuzi ya kwamba umeshinda kesi yako kwa nyumba ni ya kwako, au umeshinda kesi sijui kitu gani ambacho kinakuwa kinafuata baada ya maamuzi kuwa imetolewa au hukumu kuwa imeshatolewa, ni pande zote mbili kusubiria kupewa nakala, nakala ya yale maamuzi. Maamuzi unaposema imetolewa, hukumu imetolewa, inakuwa imeandikwa eh? Sasa kila upande unatakiwa uweze kusubiri kupata ile nakala mm -hmm. Na bahati nzuri sasa hivi nakala huwa zicheleweshe kama ilivyokuwa zamani, mahakama ime advance zaidi sasa hivi nakala za maamuzi yanayotolewa ndani ya muda mfupi sana. hmm. Na um, unachotakiwa kukifanya uh, mwananchi au mdawa, tunaita wadawa wale ambao wanashindana kwenye kesi. hmm. Mdawa anachotakiwa kukifanya baada ya maamuzi kusomwa ni kuomba, kuyaomba yale maamuzi. hmm. Na unayaombaje maamuzi? anayaomba kwa kuandika barua na kuiacha katika masjala ya mahakama na sasa hivi. hmm. una, unaomba kupitia mfumo tu. hmm. Naomba na unaaplodi kwenye mfumo. hmm. Ukishaomba yale maamuzi, mahakama inatakiwa iweze kukupatia. Hata kama hujaomba, una haki ya kupewa yale nini maamuzi. Ni lakini yako. Kwa ajili ya kuweka sawa rekodi zako kumbu kumbu zako kumbukumbu zako mm -hmm. Andika barua yenye kuomba yale maamuzi yaliyotolewa mm -hmm. na mahakama kuna kipindi pia ambacho kimewekwa Maamuzi yanapokuwa imetolewa hukumu napokuwa imetolewa, kuna kipindi ambacho kimewekwa kwa pande zote mbili kukata nini rufaa. kukata rufaa hmm. upande ambao hujaridhika unatakiwa ukate rufaa ndani ya muda fulani. Kwa mfano, maamuzi mengi kutoka mahakama za mwanzo kwenda mahakama ya wilaya hmm. ni ndani ya siku thelathini na maamuzi mengine siku 45 kwa hiyo hmm. ikishasomwa hukumu subiria ndani ya siku thelathini kama kuna upande wowote anataka kukata, kukata rufaa basi uweze kutumia hizo siku kwa ajili ya kukata rufaa. Mm. kuna tatizo ambayo sasa hivi limeweza kujitokeza. Mm. Eh, kwa watu wengi hasa wanaokuwa wameshinda kesi mahakamani. Mm. hukumu inasomwa leo hata hajapata nakala ya hukumu. Mm. tayari. Mm. anakimbia kwenda kufanya nini, utekelezaji. Mm. ule sio utaratibu wa kisheria, ule ni uvunjaji wa sheria kwa sababu sheria inataka hata unapokuwa umeshinda hukumu, mm. umeshinda hukumu umeshinda shauri lako Kabla hujaenda kutekeleza, kwanza pata ile nakala. Ukishapata ile nakala, unarudi tena katika ile mahakama ambayo imekupa ushindi kwa ajili ya kufungua maombi madogo ya kukazia nini hukumu. Tunasema maombi madogo ya utekelezaji, unaiomba sasa mahakama ambayo imekupatia ushindi iweze kukusaidia kutekeleza ile hukumu ambayo umeweza kupewa na hiyo mahakama. Mahakama itasikiliza yale maombi ya kuomba utekelezaji, kuomba kufanya utekelezaji, na itakupatia tena amri ya kutekeleza. Sasa amri ya kutekeleza inakuwa katika njia mbalimbali. Unaweza kuomba kwa mfano, labda ilikuwa ni swala la madai, ilikuwa ni swala la madai, umeshinda kesi yako ya madai, unaweza kuomba kutekeleza hukumu ya madai kwa kuomba mali ya yule mdaiwa iweze kukamatwa, labda gari yake iweze kufanya nini, kukamatwa. Mahakama baada ya kusikiza hayo maombi, ndipo itatoa amri ya kwamba lile gari liweze kukamatwa. Uwezi tu kaenda eti kwa sababu na hukumu ya mahakama kwanza kukamata gari la mtu ule, ni uvunjaji wa sheria.